Zamani tulikuwa tunasema wanawake wanaongoza kwa maneno maneno, si ndio? Siku hizi wanaume na wanawake tunashindana. Yote tumeacha kumtaja Allah kazi yetu, kazi yetu kubwa ni kutaja watu. Kutaja taja watu sana ni ugonjwa, na kumtaja sana Allah ni dawa. Ikiwa hayo uliyoyasema juu ya ndugu yako, ili hali yeye hayupo na hiyo tabia anayo na ndivyo alivyo. Kwa kuwa hakuwepo wakati unasema, na akisikia unayoyasema lazima atayachukia. Bila shaka, hukumu yako umemsengenya. Ikiwa ndugu yako yale uliyoyasema wakati hayupo hana, umemzulia uongo, umemzushia, umeamua kumpaka matope. Bwana Mtume asema hakika umemfedhehesha, wa kilahuma murrun. Na vyote ni vibaya mbele ya Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo usije kusema oh, sasa mimi nimeongea ukweli, si ndio alivyo bwana. Kitendo cha kumzungumza ndugu yako ambaye hamuko naye pale, unamzungumza vibaya, hukumu yako we umemsengenya. Mtu akizini akitubu kwa Allah, haraka Allah anamfutia madhambi yake, lakini mtu akimsengenya mtu, akimwomba Allah msamaha, Allah amsamehe mpaka asamehewe na yule aliyesengenya Je, yeah. Mmoja wenu anapenda kula nyama ya ndugu yake aliyekufa? Yupo mtu ambaye yuko tayari kula nyama ya ndugu yake wa damu? Yuko tena, baada ya kufa kwake? Fakali tumu, hilo nyinyi mnalichukia, basi muchukie kusengenya watu, kwa sababu kusengenya watu ni sawa na kula nyama ndugu yako aliyofariki.